Unaangalia Msangazi TV. Bodaboda boda wafuate sheria, sehemu ni ya kusimama lakini wao wanapita wanawasababishia watu vifo. Hicho wanachokifanya sio sheria nzuri, inatakiwa wafuate sheria bodaboda. Wao ni, ni moja kati ya watu ambao wanaongoza kuvunja sheria za barabarani, hususan kwa mfano kwenye sehemu za mataa, huwa bodaboda watakuwa wamepakia abiria lakini wao wanavuka, huwa hawaangalii huku wala huku, wao kazi yao ni kuvuka, na wao ndio chanzo kikubwa kwenye ajali za barabarani, kwa sababu cha kwanza hawazingatii alama za barabarani, wengine baadhi yao, na pili hawazingatii taa, mfano taa za barabarani, kiangalia hapo kuna alama, lakini wengine wanapita tu bila kuangalia alama wala mwelekeo wanaeleka Hakuna boda bodaboda, lakini mtu yani akiona ya mtu anaendesha pikipiki yoyote, yeye ana hukumu moja kwa moja ni bodaboda kwa boda. Naweza kukuta mtu labda anataka arahisishe safari yake, anachukua pikipiki ndio nakuta anafanya hizo matukio za barabarani, sehemu labda hata haija ruhusu, wakati mwingine anapita kweli. Wapo bodaboda amba wana, wana, wanaweza fanya kitu hiyo, lakini asilimia kubwa si watu wa bodaboda boda. Yani ni muendesha pikipiki ndo anaweza fanya hiyo kitu, watu wanaosababisha ajali barabarani inawezekana ni mtu tu ambaye yote yule ambaye anamiliki pikipiki naye anaweza kusababisha ajali barabarani. Sio kwamba kwa sababu tu mtu anamiliki pikipiki naye ni bodaboda. Abilia anasisitizwa kuchukua achukue bodaboda kwenye kituo na kituo kilichosajiliwa. Kwa hiyo, unapotokea ukimsimamisha mtu njiani barabarani, basi ujue unimpita njia, na hata akikufanyia kitendo kibaya, hujui wewe utampata wapi. Lakini leo watu wa bodaboda wote wamesajiliwa. Watu, wa watu wa bodaboda pia hawaheshimu sheria za barabara kwamba wenye matawa wanavuka bila taa yao inayoruhusu hilo. Mimi naweza ni ni waendesha pikipiki sio, sio bodaboda. Maana jina la bodaboda sasa hivi limechafuliwa sana, hali ya kuwa sisi hii ni ofisi kama ofisi zingine. Sisi ni bodaboda, kila kituo kimesajiliwa kisheria, tunao uongozi wetu wa bodaboda unatambua vijue vyote vya bodaboda. Kwa hivyo tuna shauri hata abiria anapohitaji usafiri wa pikipiki afike kwenye kituo cha bodaboda ambacho kimesajiliwa kisheria. Akichukua abiria, akichukua bodaboda hapa kituoni, au kituo kingine chochote ambacho kimesajiliwa, hata akifanywa vitendo vya ambavyo sio vya kiungwana, ana uwezo wa kurudi pale alipochukua ile pikipiki akasema, jamani, nilichukua nilimchukua bodaboda hapa, ila nimeenda huko kaniibia. Sisi tunaweza kumtambua ni nani ambaye kaondoka na huyo abiria, hata kama wengine tulikuwa tunajuana. Unaangalia Msangazi um TV.